Lakini haujaisha vibaya, nilikutana ugonjwa mmoja anaitwa hemorrhoids kwa wataalamu wanaofahamu, wengi tunaita bawasili Bawasili ilinitesa sana pale Maua Seminari, almost miezi minne kabla ya mtihani wa taifa. Kwa wakati mimi naitwa kuja kuongea na mkurugenzi wa mito, mkurugenzi wa mito Father Ndumbaro pale akaniambia, uh, kijana wangu nenda kapumzike nyumbani, mwakani utaungana na hawa watakaoingia malezi kule Jangwani. Kwa mimi nikaenda zangu, walikuwa uh, wanaingia malezi pale miuji. Kwa mimi, mimi nikaenda zangu kupumzika. Nilipoenda kupumzika, ndio nikakutana na mengine huko kwa hiyo kapumzika kimoja. Asante, asante sana Daniel kwa stori hiyo nzuri ya safari. Na huyu sasa ndiye Daniel tunapomzungumzia. Daniel ana vipaji vingi sana. binafsi nilipoanza kukufahamu, nilifahamu kwa wimbo wa daladala Dala. Yes. yapo me ambayo umeyafanya na albamu nyingine nyingi umetoa pia. Kuna albamu ile ile ndani ya daladala, nadhani kuna albamu ya utetezi wa Uhai. Ndio. Nini ambacho kilikusukuma na ukahisi kwamba wewe una kipaji cha kuimba? Kipaji cha kuimba kilikuwepo tangu zamani, na si kuimba tu, hata kuigiza, kuandika baadhi ya script, yaani kiujumla sanaa kiujumla. Lakini kilichonisukuma kuingia katika kipaji hiki cha kuimbaji kama Dani, Aa, nakumbuka mama yangu mzazi marehemu alikuwa ni, ni, ni ni Pentecoste. Aa, na mara nyingi akiwa akiniona, alikuwa nambia, twende huku, usijali, utaimba huku e, wananyoa viduku kama wewe. Kwao njo uimbe huku. Sasa mimi nikamkatalia. Na hata siku moja alinichukua tukaendaga kule. Akaambia, sasa ni muda wa kushiriki chakula cha Bwana. Nikamwambia, sawa chakula cha Bwana kikapikwa pale mbele. Wakati nataka kwenda, nafsi yangu kwao ikas... ah, nikasema asiende. Akaambia, twende. Sasa ilikuwa nyuma yangu kwao, nikabidi ni munge tu niende aka na nafsi yangu ikasema nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume nikaacha. Mm-hmm. Na toka hapo sasa, kilichonifanya niingie huko, mama yangu alipofariki, nilipatwa na moyo wa kusema ngoja niandike wimbo wa kujifariji, na ndio hiyo albamu ya kwanza elfu mbili na kumi na tisa nikaandika ule wimbo unaosema Yesu Yesu mwema. Vijana wanafahamu? Niliwasalimu katika wimbo nikisema, mapendo daima salamu yetu, na kwa upendo daima tutunze imani yetu. Ilikuwa ni album kidogo, nikupitishe hivi, ilikuwa ni album yenye nyimbo nyingi, lakini ndani yake kulikuwa na daladala. Daladala lilikuwa linatafakari maisha yetu, kwamba siku moja tutashuka muona, na tukishuka nabidi tulipe nauli. Sasa una, nauli afkonda anataka nauli yake, lakini nauli ni matendo mazuri Daniel na, uh, nikukatishe. Najua naongea sana ndio, mm -hmm. Sasa tuzungumzie kuhusiana na hili tamasha la Kimaria. Okay. Tamasha la Kimaria, wakati unafanya utambulisho ulizungumza kwamba ilikuwa ni ndoto ya miaka mitatu, yaani ulianza kuliandaa hili tamasha ndani mwako ndani ya miaka mitatu umetembea nalo mm -hmm. na wapo ambao umeshirikiana nao kuwapatia wazo na wao hawakukatisha tamaa. Nini hasa kilikusukuma ukasema kwamba nam lazima nifanye tamasha mm la Kimaria, kwa sababu yapo matamasha mengine, ungeweza kusema labda nifanye tamasha la kwaya, nifanye tamasha labda vijana, lakini ukasema mm -mm, tamasha la Kimaria. Nini siri ya Mama Bikira Maria na wewe? Kwa ufupi sana, siri ya Mama Bikira Maria na mimi ni amenipitisha katika njia ambazo sikutegemea, na katika njia zote ambazo mama alikuwa akinipitisha kwangu nilikuwa nikisema, mama alikuwa akinionyesha ndugu zangu za tofauti na wale ndugu zangu wa damu. Na kila nikikaa, alikuwa ananiambia kuna bibi yako yuko Kawe, kuna bibi yako yuko huku, kuna shangazi yako, kuna kaka yako, kuna dada yako, alikuwa akinionyesha. Na muda mwingine napatwa na tatizo, lakini sometimes nikimkimbilia mama, najikuta kwamba anakuja mtu fulani kichwani, na nitakapomtafuta mtu huyo ananitatulia tatizo hilo. Lakini siri kubwa ya mimi na huyu mama ni pale tu nilikuwa nimeongelea fumbo la kifo hapa mwanzo. Mama yangu mimi alifariki tarehe 24 mwezi wa sita elfu mbili na kumi na saba lakini baada ya wiki moja tu tulianza pia kumuguza aa baba kwa presha. Na yeye baba akafariki tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa saba mwaka elfu mbili na kumi na saba. O, ndani ya mwezi mmoja nilipoteza wazazi wawili kwa pamoja. Lakini baba aliniachia urithi mzuri sana wa rozari, ambayo ni hii. Nayo mpaka leo hii. Lakini, urithi huu wa rozari aliniachia baada kusali ya kusali rozari ya huruma wa Mungu saa tisa alfajiri. Tulipomaliza, baba alikuwa sio tena wa kwetu. Toka pale nilibaki katika tafakari ya mama huyu, nikisikiliza nyimbo nyingi sana za mtunzi mwalimu Pasco Mwarabu, na zilikuwa nikisikiliza zilikuwa zinanitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nyimbo zile za mwaka tisini kwangu zilikuwa faraja. Tamasha hili la Kimaria, wewe ni kijana, unahisi litachipusha ndani ya vijana moyo wa kumpenda mama Bikira Maria. Nafikiri siongee mengi, tumeanza kuona amepanda hapa Filipo leo. Filipo amefanya one among the best performance ambayo sijawahi kuiona akifanya, na nilimwambia nahitaji uende pale kwa sauti za kuigiza, tuwafanye watu waelewe, mama anataka tumwelewe namna gani. Kwao huyo umemwona, ni mmoja wapo vijana kule nyuma, wana talent, utawasikia leo sio chini ya nane wako pale, ni mfano, lakini toka hapo, na imani vijana wengine wenye vipaji wataamka. Baskofu alikuwa ananiuliza huyu Kapandila ndio nani? Baba, huyu ndio Kapandila, anaimba na ni moja ya vijana ambao wenye talent kubwa. Lakini nisiongee mengi toka hapa, nafikiri tutatembea taratibu na vijana hao wenye vipaji. Unaambia nini vijana ambao hawajakuelewa bado? Watanielewa tu baadaye hapa sijaanza kazi yangu. Asante Daniel, mimi ninakushukuru sana. Najua tungetamani kuzungumza mengi, lakini kutokana na muda, watu wanataka kupata burudani, basi tuwaache wapate burudani. Asante sana. Epi, kabla hawajapata burudani niongee kipengele kimoja cha msingi sana mno. Uh, wakati naandaa uh, tamasha hili la kimaria kwangu alikuwa wazo la Marian Concert peke yake. Huu ulikuwa ni mkakati wa Marian Life yani, maisha ya kimaria. Na mkakati huu wakati na uunda kwangu, niliona kuna mambo ya msingi ya kutembea nayo, na moja ilikuwa ni Marian Charity, yani matendo ya upendo ya kimaria. Mama alitoka akiwa na mimba, akaenda nchi za milimani. Sema nchi za milimani, nchi za milimani. Tafute mama mwenye mimba aende milima Uluguru kama ataweza, kwa ndugu yake kumsalimia kwa kwao. Alienda mama hivyo lakini la pili ni Marian education ndani ya Marian life. Ni mkakati ambao utaendelea. Wapo watu wasiefahamu huyu mama, kuna watu kimwekea mama wa Guadalupe, mkamwekea mama wa Rudi, wa Kibeo, ukamaliza hapo na Mijogori. Ashachanganyikiwa kabisa, ajui hata huyu ni mama wa wapi. Kuna paswa kuwapa watu elimu kuhusiana na Mama Bikira Maria kujua matokeo yake, ahadi alizotoa namna alivyoishi na hata vyama vya kitume ambavyo vina hali ya kimaria na nafikiri hili lipo ndani ya Marian Education. Tatu, uh, MC nivumilie hapa ndio msingi wenyewe ulipo. Tatu, uh, ni Marian Pilgrimage. Hii ni hija za Kimaria na sio tu hija za Kimaria, ni hija pamoja na sala. Kwa niliona kuna msingi wa kuchachusha hili. Zipo hija zinafanyika ndani ya kanisa lakini hausikii hamasa zake. Kuna watu hawajui kama kuna watu wanaenda Israel. Baba Kasembo, wapo watu hawafahamu hapa. Kwa mimi nikasema kwa nini siwasaidia wengine wakajua kwamba hizi hija zipo, wanaotoka hija wakirudi tupate kuwasikia waliona nini? Lakini la nne katika Marian Life, ndio hili Marian Concert ambao leo tunaanza. Kwa hiyo kimsingi huu ni mkakati ambao leo unaanza na Marian Concert. Tutapomaliza Marian Concert tutatoka twende kwenye Marian Charity, tukafanye charity inayopaswa kufanya kwa wana wa Maria. Tukitoka hapo tupate elimu ya Kimaria kupitia mtandao na hii itakuwa ni endelevu. Tukitoka hapo, tuhamasishane kwenda hija na kusali, lakini baada ya hapo, kila mwaka tukutane tumsifu mama katika Marian concert, tukiwa na malengo mbalimbali kila mwaka. Asante basi, mimi ninaomba nikushukuru sana Daniel kwa muda wako, nafasi yako hii nzuri ambayo umetupatia mm. Na huyu sasa ndio Daniel, kwa hivyo basi tuna ametuamsha na sisi ambao tunatamani, tunakereketwa ndani mwetu kufanya kitu kama hiki hususani kinachomuhusu mama Bikira Maria. Huu ndio mwanzo, tuburudike, tufurahi na tutiane moyo. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni kwa kuandamana pamoja nasi. Kwa heri, asante.